Karibu Tabora, ardhi ya wapigania uhuru, ngome ya kale ya Unyenyembe, mahali ambapo historia ya Tanzania ilianza kuandikwa kwa sauti ya matumaini. Mji huu ulikuwa kiini cha misafara ya biashara, kitovu cha siasa na harakati za ukombozi. Sasa unaandika ukurasa mpya, si kwa silaha wala mikutano ya siasa, bali kwa huduma ya afya ndani ya hospitali ya hospitali rufaa ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, mapambano mapya yanaendelea, dhidi ya maradhi, dhidi ya upotevu wa maisha. Hii ni hadithi ya kizazi kipya kinachojengwa kwa tiba, utu na weledi. Kuna mapinduzi makubwa hasa katika eh, maboresho ya huduma ya hospitali yetu hii ya rufaa ya mkoa wa Tabora kuanzia kipindi hicho cha mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kumekuwa na, na, na maboresho ya huduma, miundombinu, ubora wa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, vile vile na kuanzisha huduma mbalimbali hapa hospitali ambazo hazikuwepo hapo mwanzoni. Kwa tukianza katika eneo la miundombinu kumekuwa kuna ujenzi wa majengo mapya katika hospitali yetu. Kuna ujenzi wa jengo la emergency ambayo linatumika katika kutoa huduma kwa wale wenye wagonjwa wa zalula. Vile vile kuna ujenzi wa jengo la CT scan, ambao kuna huduma inayopatikana ya upimaji kipimo kikubwa kabisa cha CT scan na vile vile kuna jengo jipya la ICU limejengwa katika kipindi hichi na linafanya kazi ndani. Kuna uboreshaji pia wa e, tumefanya maboresho ya jengo la upasuaji la zamani ambalo linatoa huduma pia, limetuongezea idadi ya vyumba vya kufanyia upasuaji. Uh, vile vile kuna ujenzi uliofanyika wa jengo la watoto wachanga umefanya extension ambao kwa kitaalamu tunaita NICU. Hapo awali haikuwepo, lakini hiyo limefanikiwa kujenga katika kipindi hichi na linatoa huduma pia. Na vilevile kuna ujenzi wa jengo jipya la mama na mtoto ambao tunaita ni maternity complex, ushakamilika kwa kiasi fulani, ile fezi ya kwanza, na sasa hivi iko katika fezi ya pili natarajia na mnamo Februari mwakani litakuwa limekamilika na kuanza kutoa huduma. huduma ambazo zamani zilihitaji safari ndefu hadi Bugando au mara nyingine Muhimbili mbili sasa zinapatikana hapa hapa Kitete. Kila idara imepewa nguvu mpya na kila huduma inaleta maisha mapya. hospitali ya mkoa wa wa Rufaa Tabora, tunashukuru kwa kipindi cha hii miaka minne tumepata huduma za kibingwa especially kwenye upande wa uchunguzi, tumekuwa na mashine za kisasa ambazo ni digital x-ray pamoja na mashine kubwa ya kisasa kabisa CT scan. Uwepo wa mashine hii ya CT scan imetusaidia sana kupunguza rufaa ambazo hapo awali tulikuwa tunazifanya kwa wagonjwa wetu wanaofika katika hospitali yetu, na hizo rufaa mara nyingi tulikuwa tunawapa rufaa wagonjwa kwenda katika hospitali ya Bugando pamoja na hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Uh, vile vile kumekuwa kuna maboresho ya huduma za kibingwa ambazo hazikuwepo hapo mwanzoni, kwa mfano kuna huduma ya mifupa, daktari bingwa wa mifupa anaitwa huduma ya mifupa ambapo hakuwepo kipindi hicho, na daktari bingwa wa magonjwa ya pua, koo na masikio, vile vile tuna bingwa wa kutoa hewa, watoto na madaktari bingwa magonjwa wa kina ma, kina mama na wanawake. Vilevile e, tuna daktari bingwa magonjwa ya ndani hizi. Oh, ni huduma mbalimbali zilizopatikana ndani ya kipindi hichi cha miaka minne cha uongozi wa Mama Samia. Idara ya ENT inatoa huduma kwa matatizo ya masikio, pua na koo kwa Tabora yenye wakazi wa rika zote. Huduma hii ni ukombozi hasa kwa watoto na wazee. Kwa kipindi kirefu hapo hospitali kwetu hapakuwa na huduma ya masikio kuwa na, kuwa na koo. lakini katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan tumeweza kuanza kutoa huduma hii na tunasaidia wagonjwa wengi katika kanda yetu ya magharibi kwa wastani tu tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa saba tumeshahudumia zaidi ya wagonjwa elfu mbili na mia mbili. Tunaweza kuona kwamba ni idadi kubwa na ni tukio ambalo au ni magonjwa ambayo yalikuwa yanasumbua kwa kiasi kikubwa, na kwa kiasi kikubwa kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tunawatuma wagonjwa au hawa kwenye hospitali za rufaa za kanda, hasa kwa kanda yetu tulikuwa tunatumia hospitali ya rufaa ya kanda Bugando, lakini kwa sasa hivi hapa na. Maabara ya Kitete ni moyo wa uchunguzi wa kitabibu. Sampuli zaidi ya mia moja zinachunguzwa kila siku kwa haraka na usahihi. Upande wa maabara umefanikiwa kupata mashine mpya za kisasa na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ulipokea mashine maalum ya kupima magonjwa ya mfumo wa damu ambapo tunafanya uchunguzi wa wagonjwa wa hemofilia pamoja na siko sana. Hii ni sehemu ya maboresho katika huduma za maabara. Dawa ni sehemu ya matibabu kamili. Kwa kutumia mifumo ya kidijitali hospitali ya Rufaa ya Kitete inahakikisha dawa zinapatikana kwa haraka bila upotevu. Vilevile tukiongelea swala la upatikanaji wa dawa kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na moja upatikanaji wa dawa ulikuwa chini ya asilimia sabini lakini mpaka kufikia sasa tunaongelea upatikanaji wa dawa zaidi ya asilimia tisini na tatu Kwa hiyo kuna eh, dawa zile muhimu zinapatikana kwa kiwango kikubwa. Napenda kushukuru serikali ya awamu la sita kwa kutupatia ajira mpya ndani ya kipindi cha miaka minne hichi tumepokea e, watumishi wa ajira mpya wapatao 122 nao wapo katika kada tofauti, tofauti ikiwemo madaktari, wauguzi, wataalamu wa maabara vile vile na wafamasia. Tunashukuru serikali, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka minne kuanzia 2021 mpaka 2025 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya sita sisi vijana imeweza kutuajiri kwa wingi. Kwa mfano hospitali yetu ya mkoa Kitete, robo tatu ya taalamu maabara tumeajiriwa kwa kipindi cha miaka minne, ambapo imepunguza wagonjwa kukaa muda mrefu hospitali wakiwa wanatibiwa. Zamani walikuwa wanatibiwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa masaa mengi, lakini kwa sasa hivi wagonjwa wanakuja kwa muda mchache, wanahudumiwa na kuendea na majukumu mengine. Kila ushuhuda ni ushahidi wa huduma bora. Hospitali ya rufaa ya Kitete sio tu hospitali, ni chemchemi ya maisha mapya kwa Tabora. Nimekuja hapa Kitete kuangalia mgonjwa, lakini nashukuru kwa sasa. Endapo kipindi cha nyuma ilikuwa matibabu ya hapo hospitali ya rufaa ya mkoa ya Kitete, ilikuwa matibabu yao yako chini. Yaani ni hafifu, lakini kwa sasa hivi tunashukuru serikali imeelimisha hospitali yetu ya Kitete, matibabu yetu yanaenda sahihi na vizuri. Tunapotoka hapa, kupata rufaa kutoka hapa Kitete kwenda hospitali labda ya Malolo, nafika kule labda huduma sina ya kipesa, lakini namshukuru Mungu mpaka sasa hospitali yetu imeboreshwa na serikali na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, matibabu yetu yanaenda vizuri kipindi cha janga la COVID-19 kilifunza dunia kuhusu thamani ya oksijeni. Hospitali ya Rufaa ya Kitete sasa inazalisha oksijeni yenyewe kwa usalama wa wagonjwa wote. Napenda kutoa shukrani za zati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr Samia Suluhu na vilevile kwa Wizara ya Afya wakutuletea mabadiliko au maboresho makubwa katika kipindi hichi cha miaka minne ya uongozi wa serikali hii ya awamu ya sita. So tunakaribisha wananchi e, mbalimbali waweze kufika katika hospitali yetu hii ya mkoa wa Tabora kwa ajili ya kujipatia huduma hizo mbalimbali kama tulivyozielezea, na tunaamini wakifika hapa watafurahia matokeo e, ya ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya rais Samia Tabora imeandika historia ya taifa na sasa inaandika historia ya afya hospitali ya rufaa ya Kitete siyo tu kituo cha tiba bali ni alama ya utu matumaini na maisha mapya hapa kizazi kipya kinalelewa kwa afya njema na huu ni mwanzo wa safari kubwa zaidi